Kama vile ukiwaona watu wakasema, bwana, sisi e, hapa bwana haingii mtu mwingine yote, isipokuwa sisi. Basi nyie kina nani? Ah, group letu sisi. Bwana, watu ha? huko milimani. Huko milima gani? Lushoto? oh, kama wewe Simsambaa hatu ah, ah. uh, hisbi, tena ukiingia katika grupu hilo eh, bwana, wewe admin anakutoa hapo hapo. Sasa <laughs> uhizbi wanao hawa kwa mtu asiakafasiri, kwamba hawa wameambiwa ni makafiri. Nafikiri kuna, kuna nukta moja ilitokezea zamani eh, kwenye miaka ya elfu mbili eh, na kumi na moja, elfu mbili na kumi au kumi na moja, kitu kama hivi. Yanasema kama miaka kumi nyuma, kuna mtu aliuliza swala kwenye simu kuhusu habari ya maibadi kadhia mashuhuri, mimi nikajibu moja ya maswala aliouliza, je, vipi unaweza kuswali nyuma ibadhi? Sema haifai ahlusunna waljamaa. Eh, awezi akasalishwa na nani ibadhi? Je, unaweza mwanamme manam, eh, wa kiibadhi akamuoa mwanamke ahlusunnah? Akasema haifai mwanamme wa kiibadhi hawezi akamuoa nani mwanamke wa ahlusunna waljamaa. Kwa nini? Tukaeleza sababu mambo ya kiakida na nini. So, sasa watu naona no. sasa ikiwa ibadhi asimuoe mwanamke wa, wa kisunna wa kisunni, ina maana kafiri basi, ina maana sema ibadhi makafiri. Nani aliokuambia ibadhi kafiri? Eh, manake manake. Sasa na mtu hapa si akafasiri. Ah basi, shekha anasema hawa ni wanauhisbi wanaushia na ikhwani.